Ndugu wanahabari, mulio wengi ni mashahidi wa maovu yaliyofanywa na waliopewa dhamana ya kuendesha na kusimamia uchaguzi kwa siku zote mbili za uchaguzi wa Zanzibar wa mwezi Oktoba mwaka huo. Katika vituo mbalimbali mbali vya upigaji kura Unguja na Pemba, nyinyi na sisi tulishuhudia yaliyotokea na jinsi na kiasi ambacho mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi alivyokataliwa na Wazanzibari bila ya kujali itikadi za vyama vyao wakiwa na lengo la kuinusuru Zanzibar yetu au ambayo tunaishi Kwa uchache tulishuhudia mambo maovu, mabaya, ya fedheha na ya aibu yaliyofanyika ikiwemo, pamoja na mambo mengine, mambo yafuatayo. Tumeorodhesha hapa mambo machache, lakini yako mengi. Ya kwanza, vituo vilikuwa vinavamiwa na wapiganaji wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ au wahuni waliovalishwa sare za JWTZ waliozungushwa kwa magari ya serikali na vyombo vya dola na kuruhusiwa kupiga kura zaidi ya mara moja kwa mtu mmoja na kituo zaidi ya kimoja na katika majimbo zaidi ya moja. La pili, tulishuhudia wasiokuwa askari wa vikosi vya SMZ kuvalishwa mavazi ya askari hao ili kupiga kura kwa kurudia rudia kwa siku zote mbili na kuruhusiwa kupiga kura zaidi ya moja kwa mtu mmoja na kituo zaidi ya kimoja na katika majimbo zaidi ya moja. Lakini pia tulishuhudia mbwa wa polisi kupelekwa vituoni, ndani ya vituo, ili kutisha wapiga kura. Tulishuhudia pia watendaji wa tume ya uchaguzi kuwachania wananchi kura ambazo tayari wameshazipiga kuwachagua wagombea wa chama cha Mapinduzi. Lakini pia tulishuhudia watu waliovalishwa mavazi ya JWTZ na vikosi vya SMZ kutumia vitambulisho ambavyo havina sura zao na kuruhusiwa kupiga kura kwa idadi kadri walivyopenda. Pia tulishuhudia katika majira baada ya saa nane mchana tarehe 29 askari wengi wa vikosi au wahuni waliovalishwa sare za vikosi wakiwa na silaha walivamia vituo vingi katika majimbo mbalimbali mbali na kulazimisha kupiga kura kwa idadi ya wastani wa kura kumi kila mmoja na kwa kila mgombea. Pia tulishuhudia katika baadhi ya maeneo, baada ya kuanza kwa zoezi la uhesabu, uhesabuji wa kura na watendaji wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar wakiongozwa na Mkurugenzi wa Tume ndugu Thabit Idarous Faina, kuona mgombea wao Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshashindwa vibaya, kusitisha zoezi la uhesabuji kura na kuondoka na visanduku vya kura bila wagombea wa vyama vingine au wakala wao. Pia tulishuhudia katika baadhi ya maeneo idadi ya kura za wagombea wa ACT Wazalendo ambao walishashinda zikibadilishwa na kupewa wagombea wa Chama cha Mapinduzi na kuwatangaza washindi. Lakini tulishuhudia pia katika baadhi ya maeneo wasimamizi wa majimbo kuzungumza waziwazi kwamba kura ambazo zimepigwa vituoni sio zinazoamua matokeo ya kura ambayo yatatangazwa. Tulishuhudia pia katika maeneo mengi wilaya hazikufanya majumuisho ya kura za urais katika ngazi ya jimbo, na kwa hivyo matokeo ya kura ya urais zilizotangazwa na tume hayakutokana na majumuisho ya kura kutoka majimboni na ni ya kutengeneza tu. Na pia tulishuhudia matokeo yaliyotangazwa katika vituo vingi kutoakisi wala kuwiana na kura zilizopigwa vituoni au idadi ya wapiga kura walioandikishwa.